Ukweli au uongo. Na hujambo, msikilizaji, karibu kwenye makala ya kila siku ya Ijumaa, ukweli au uongo, hapa RFI Kiswahili. Lamno ni kuangazia habari zinazopotosha kwenye X, Facebook, Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Hilari Ngati nami ni Jupiter Mayaka na, na washirika wetu ni la Benevolancia. Moja ya habari tunayoangazia ni madai yanaohusu mlinzi wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda amefikishwa katika mahakama ya kijeshi. na kuongeza na hayo, tunaangalia dai kuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alinaswa akiwa ameficha begi la kokeini kwenye treni kuelekea Ukraine. Ukiwa na video sauti au picha unayoishuku, tutumia ujumbe kwenye nambari yetu ya WhatsApp, anza na alama kujumulisha 254707888555. Jupita Mayaka, umekuwa Mombasa, umerejea, umeleta nini? szaji tukimkaribisha Jupiter kurejea kwenye kipindi akitokea kule pwani ya Kenya. Nasi tuanzie kule nchini Uganda, ambapo kuna chapisho kwenye TikTok likidai kuripoti kuwa polisi wa Uganda walisema katika taarifa kwamba Edward Sevufu almaarufu Eddie Mutwe atafikishwa mahakamani. Eddie Mutwe ni mlinzi wa kiongozi wa chama cha upinzani uh, National Unity Platform. Huyu anaitwa Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Video hii ina ujumbe unaosoma: habari za hivi sasa, jeshi la polisi la Uganda limethibitisha Edi Mtwe, aliyepatikana na bunduki na mavazi ya kijeshi, atafikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi. Tukujuze kwamba Edi Mutwe aliripotiwa kutoweka tarehe 27 Aprili mwaka huu. Siku chache baadaye, mnamo Mei mosi Muhozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda alichapisha kwenye X kwamba alikuwa amemshikilia Edi Mtwe. Ni taarifa ambayo ingati ilisababisha tume ya haki za binadamu ya Uganda kuiandikia wizara ya ulinzi kutaka imwachie Mtwe. Na sasa msikilizaji, je, polisi walitoa taarifa kuhusu Mtwe kushtakiwa katika mahakama ya kijeshi? Na tukumbushe tu msikilizaji kwamba Muhozi alikuwa amesema kwamba anamshikilia na anamtesa. no. lakini tahadhari ya kwanza inajitokeza hapa ni dai kwamba Edi Mtwe alipaswa kuwasilishwa mbele ya mahakama ya kijeshi. Utakumbuka msikilizaji, mahakama ya juu zaidi, mnamo Januari tarehe 31 mwaka huu iliamua kwamba mahakama kuu ya kijeshi na mahakama nyingine za kijeshi haziwezi kuwashtaki raia. Na sasa sisi hapa tukitafuta kwa kutumia maneno muhimu, ili kujua ikiwa polisi walitoa taarifa hii mtandaoni, tuliandika taarifa ya polisi wa Uganda kuhusu Edi Mtwe. Ripoti tunazopata hapa zinaonyesha kuwa mlinzi huyo alifikishwa mbele ya mahakama ya kiraia ya Masaka. Sasa msikilizaji, mahakama hii ya Masaka ilimshtaki kwa wizi, kushambulia na kuharibu mali, na wala sio kumiliki vifaa vya kijeshi. Na hapa Patrik Onyango, huu ni msemaji wa polisi wa jiji la Kampala, alipoulizwa kuhusu swala hili kwenye mtandao wa X, alijibu hivi, hizo ni habari za uongo, hatujatoa taarifa yoyote kuhusu Magelan Kazibwe, wakili wa Edi Mtwe, pia alikanusha madai kwamba Edi Mtwe atafikishwa katika mahakama ya kijeshi au kwamba alishtakiwa kwa makosa yanayohusiana na kumiliki vifaa vya kijeshi. Ukweli au uongo. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutusikiliza jioni hii idhani RFI Kiswahili, kipindi hewani ni ukweli au uongo. Uko nami Hila Ringati na mwenzangu. Jupita Mayaka na fundi wetu wa mitambo ni Collins Kadhambi, na tukumbushe tu kwamba siku zote sisi ni mabalozi wa kueneza habari za ukweli hasa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mayaka, tuelekee wapi sasa? Sasa hapa kuna madai yanayoenezwa kuhusu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuwa alitumia na kuficha mfuko wa madawa ya kulevya aina ya kokeini wakati wa mkutano wake na Keir Starmer na msikilizaji, begi inayodaiwa hapa kwa kweli ni handkerchief au kitambaa chepesi ngati cha kufuta kamasi au jasho. Ushawahi kuona kokeini? Lahasha kuitumia na, lahasha. na <laughs> <kuyo>. <laughs> Sasa msikilizaji, dai hili linasema usiku wa Mei 9 wakati wa safari ya treni kwenda Ukraine, Macron, waziri mkuu wa Uingereza Kier Stama, na kansela Ujerumani Friedrich Merz walidaiwa kunaswa wakitumia kokei. Kwenye video hii ya Mei 11, madai yanaonyesha kuwa Macron anaweka mfuko wa unga mweupe uliowekwa hapo awali kwenye meza chini ya kiwiko chake huku Fredric akiweka kando kitu kilichoelezwa na mshawishi Alex Jones kama kijiko kinachotumika kwa matumizi ya kokeni. Sasa tukujuze kwamba kwa kutumia mbinu ya reverse image search. Tunapata video asili ikiwa imechapishwa mnamo Mei tarehe 10 kwenye chaneli ya televisheni ya Ufaransa TF1. Macron anaonekana kuweka kitambaa mezani ili kumkaribisha Stama, jambo ambalo lina pingana na tafsiri ya mkuu wa nchi kunaswa na kamera na kuficha kitu kinachoelezwa kuwa begi la madawa ya kulevya. Sasa hapa tukitaka kuangalia ukweli, video ya shirika la habari la AP ya Mei kumi inaonyesha wakati sahihi Macron anaanza kuweka kitu chini ya kiwiko chake, na hapa tunaweza kuona wazi kwamba ni leso nayo ikulu ya Elize pia ilichapisha kwenye akaunti yake ya X mnamo Mei 11 kukanusha madai haya ikisema ni habari bandia zinazoenezwa na maadui ya Ufaransa nje na ndani ya nchi. Jupita anakumbuka kwamba video hii imesambazwa sana kwenye mtandao wa TikTok uhum, na hata X zamani kitwa Twitter. Kweli kabisa. Bila shaka msikilizaji, ungali nasi kwenye studio hapa. Naona muda unasonga sana lakini, kwa haraka, kwa njia ya simu, yuko tayari Dr Medi kutoka kule Tanzania. Medi, muda umesonga sana, tuambie unachora nini jioni hii leo katika kipindi cha uongo au kweli? Nimechora madai ambayo yamekanushwa na ikulu ya Elysee kuwa rais wa Ufaransa alitumia madawa ya kulevya na kuficha kifuko cha madawa ya kulevya katika mkutano wa marais. Video hiyo si ya kweli ambayo imechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nimeichorea katuni ya kuonyesha ukweli huo. Bila shaka ukitaka kuona kibonzo chake Dr Medi, unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii na utaona kama tumekichapisha hapo. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888

Nawe msikilizaji, ukitilia shaka habari yoyote mitandaoni, tuandikie ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa RFI Kiswahili, lakini pia uko huru kuwasiliana nasi kwenye mitandao yetu ya TikTok, Facebook pamoja na chaneli yetu ya WhatsApp na ukiniita Jupiter mayaka nitaitika, na leo ni siku ya kimataifa ya kuishi kwa amani. Basi watu tupendane na amani idu. Lakini unapenda vurugu sana a <laughs> upendi <laughs> <laughs> amani. Msikilizaji, Jupiter sio mpenda amani. Kwa heri, mimi ni Hilary Ngati, hadi wiki ijayo.